Kiba anavaa vizuri, tunataka wa, wanamziki wanaovaa vizuri tunataka wasanii wanaovaa vizuri. Kuwa msanii kuwa maarufu sio kuvaa nguo za ajabu, sio kuimba nyimbo za matusi. Sasa haya mambo tukiwa serious right from the beginning, watu watajua Tanzania sasa iko safi. Nimwongezee mchangiaji kwamba kwa kweli kuna umuhimu sana wa kuangalia maadili yetu. Leo kuna vijana wanasuka kama wanawake kwa nini sichukuliwe hatua ya kuwanyoa nywele tunapokutanao barabarani? Naipokea hiyo taarifa, na ndio maana nimempongeza mwanamziki mmoja. Wewe hujamwona yule mwanamziki ametoboa masikio na vavaa hereni? Alikiba anaishi katika maadili, lakini wengine wan, unavaa suruali unaimba mziki umeishusha chini, lichupi linaonekana. Nani anataka kuona nani? Anataka kuona chupi yako? Kwani nani asiyevaa? Kwa hiyo tuangalie hivyo vitu jamani, hebu tusimame kwenye maadili, tuwe kama Wakorea jamani, tusimame kwenye maadili wanapaka. Yani ni, ni vitu vya ajabu kabisa.